Wako? Ah. Kwa mdogo wangu. Uwezi beba nakuchezea bebi. Sasa aliyepiga ni nani? Umenikuta, ya kuite bebi sio, wamepiga au wamepokea, wamefanya nini? Kwa nini anajiamini anakuita wewe bebi, anakuita wewe bebi? Unakaa unamwachia mtoto wanamtumia tu tu, wamemduza shambala bibi kila mjukuu anaikuja kikota dodo lake

Hakuna kitu nakitamani. Hakuna kama kuwa na wewe sasa. Basi kuna watu kwani kuna shida gani? Hapo wengi, tunampigia tu simu. Sijui Pasta unanya, na kuja na kutufungisha, hapo ndio wetu, si tunaanza maisha, yaani unajua anakupenda.

ashara nenda uniage. sidhani kama kila ninapotoka napaswa kukuaga wewe, na vitu vingine anafanya mimi. Kwa wakati wangu na vitu vingi vya kufuatilia, nina watu natakiwa kuonana nao tupange mikakati, na wewe unafikiri nikikaa ndani Daniel kuna kitu najisaulisha. Mimi na wewe sasa hivi ni hivi. Mimi na wewe ni mwili mmoja. Kwa chochote ambacho unatakiwa kukifanya wewe, mimi natakiwa nijue. Na mimi sina tatizo na wewe kutoka kwenda kwenye mambo yako, lakini at least uniage. Sakina. Mimi sidhani kama kuna tatizo lolote huko ndani. Kusema kwamba eti nikitoka niwe na hofu kwamba nimemwacha mtu katika shida. Ni nini ambacho umekikosa wewe? Sina toka, mara moja narudi. Daniel, umndani niko na Daniel, nani? Kwenye nyumba niko mimi na wewe, hakuna mtu yoyote hapa wakuniangalia. Hebu angalia hali yangu, na unajua kabisa mimi siku zangu zimekaribia. Hivi unapoondoka, unaniacha peke yangu humu ndani. Mimi ni umwe uchungu ghafla, au nipate tatizo, nani ananiangalia? Naenda wapi? Nafanya nini? Sakina, hiyo sio sababu ya kunifanya mimi nishindwe kutoka kufanya mambo yangu. Wewe una shida gani? kliniki t -t tunakupeleka kwa wakati Tumeshakucheki afya yako huko vizuri, una tatizo. Sakina, kwani Dr. Dorcas kazi yake ilikuwa ni nini? Yuko wapi? Yuko wapi Dr. Dorcas unamwongelea? Yuko hapa. Unavyoondoka hapa unaenda kwenye mambo yako ya Dr. Dorcas yuko? Nakuhitaji wewe hapa. Na kama wewe unatoka, basi twende na mimi. Unafanya mambo yako, nitakaa kwenye gari nitakusubiria. Wala sina tatizo kabisa na hilo. Ukimaliza mambo yako tunarudi nyumbani. Lakini unavyoniacha hivi, kwanza unahatarisha maisha yangu na ya mtoto wako. Kwa sababu unaniacha na nani?

kwa ni nyumba utakii muda wote geti leo gani getiaaigani. Ona kitu hicho eh, huko hakuna kuombana chumvi wala sukari, kila kitu unaweka stock ndani ya kutosha umeelewa? vipi heshima mi nani nyinyi msikiliza mimi hem sikiliza mimi ndo mwenye nyumba mimi kwanza nawashangaa nini paafanya umesikia kuna brother mimi sitaki nikusikilize kuumizana nikusikiliza utakuja kuumizana hapa nataumia mtu sasa hivi nani nani ataumiza wewe nyumba ya wangu hii brother angalia watu wa kuchezea aae kaa kimya kumkataza mke wangu wewe wewe ni mkataza hata kutambua nani katika nyumba hii

bila kutoka humu ndani wewe uweze kupata hayo mahitaji yako yote muhimu unayohitaji. Wewe unahitaji ujaliwe upate chakula kwa wakati, matunda na kadhalika. Sasa mimi nisipotoka, nafikiri we utavipata wapi hizo vitu? Vitajileta humu ndani? Inabidi mimi nitoke nikatafute nikapambane. Sasa wee, tatizo ni nini? Hebu achana mi bwana, mi natoka Dana. natoka na nikuta nyumba yangu iko salama. Aya, umesahau nini? Kwanza umepitia wapi mlangoni? Najua ni mlangoni. So, ume so, umepitia mimi kuona sijaona, natafuta nyumba yangu na milango mingi right to... Okay, okay. Mas, pite popote napotaka. Sawa, so nimepita uani, so. Okay. Mimi sina shida na wewe kwenda. Utaondoka lakini cha kufanya kwanza, naomba mimi na wewe tuendane kidogo. Sakina, you can't be serious. Yani, baada ya yote haya ya ambao nimekueleza bado unataka mimi mimi mimi nirudi ndani? Mimi sitaki maelezo, baby, mimi nakutaka wewe. Nikafanya nini? Be serious. Mimi natoka na naomba nyumba yangu inikute salama.

Najua kama ni kazi yetu tumepewa kwa ajili ya kulinda nyumba una feli. Yani, una feli kabisa, ndugu yangu kama angekuwa na silaha yule, basi mimi naondoka. nakuazi keo mwanaume mzima unalia kama mtoto mdogo. Kuna nyumba kuna nyumba nyumba yenyewe ndio hii, ningejua hataz Asante. Carissa, asante. Oh, <coughs> karibu hapo ndio dada kati ya mambo haya. Sijajua. Karibu. <coughs> <coughs> Lakini pia nisingeweza kuingia bila hodi. Ah, kwa kwako. Maana sijui maana kwa <coughs> mtu huwezi kujua na kukuta katika hali gani. Kweli. Za hapa. Salama pole kwanza. Umekujaje kwanza? Umeruhusiwaje kutoka? Maana yake story nazozisikia huko. <coughs> <coughs> <coughs> Natoka kwa sababu ni mwanaume unajua. Ah, na kuna njia nyingi za kutumia ila ki kiukweli ukisikia okay, kupe muda mwingine mpaka naona sasa hapana, ndo alichobakiza tu, lakini anachokifanya sana zitake, kunifuata kazini. Kama anakuzuia kutoka, ni kitu ambacho cha kuvumilia kwa muda mm -hmm. kwa sababu tukisema tupambane naye au tubishane naye of course tutamweka katika situation mbaya imekupenda mapenzi imenichukia hiyo. Asante um. Asante. Vipi hapa lakini, niko poa si tuko poa kabisa okay. Hmm. Mm. Ah, mm. ah, vipi Rebeca, wapi? Niko poa si tuko poa kabisa. Upika uko jikoni au mliambizana? Enyewe ndo maana sitaki upike

Yuko wapi? Umefikaje kwangu na unasachije vyumba vyangu? Namtaka Daniel kwa sababu nimemwona ameingia nyumba hii. Unaute Daniel afate nini hapa? Ndio nataka nikuulize wewe. Daniel hayupo. siendi popote na sitoki humu ndani mpaka mume wangu aje hapa. Una matatizo eh? Una matatizo? Nani alikwambia mume wako amekuja hapa? Na aje hapa kufanya nini? Aje nyumbani kwangu kufanya nini? Kwa nini Sakina unakuwa mkorofi? Unajua mwana wangu ametoka nyumbani, nimemfuata nyuma na nimemwona ameingia mlango huo, ameingia geti hilo hapa na nina uhakika kabisa yupo humu ndani. Mimi siondoki hapa mpaka mme wangu atoke kwa sababu ninauhakika yupo ndani. Hivi kama mme wako ndani, kwa nini ndani? Kwa nini kwambie hayupo? Kwa nini ujionee huruma basi, kama we ujionee huruma basi, ukionee huruma hata kiumbe ambacho kiko ndani mwako. Mbona ndika sasa hivi mabarabarani, na hii hali ukipata matatizo huko huko peke yako kama ni muda wa kupumzika. Unajua, wewe na hao wenzako ndio mtakiwa mnionee mimi huko, kwa sababu wewe ni mwanamke mwenzangu, afu ni mkubwa sana kwangu, kwa hiyo unatakiwa uelee hali yangu. Mimi siwezi kutoka, kila siku namfuatilia mtu nyuma nyuma. Sakina, ko nisaidie tu kuniambia ukweli, umwiche hapa aje tuondoke, vinginevyo Blaza, hivi nyumba tutalinda hadi lini? Maana ni siku ya nne. Bosi aonekani na alituahidi ndani ya siku mbili. Ndio, najua kama nalipwa ila sasa uwezi kufanya kazi hata bosi maasiliano hapatikani. Eh? Unakuwa huna uhakika na kazi. <laughs> Wewe angalia unaingiza nini katika kipato chako. Yeye katuambia siku mbili, leo siku ngapi? Ya nne. Yaani mimi mwenyewe nikipiga simu simpati. Na mtafuta simpati hapatikani. Lakini tupende tupa katika nyumba yake. Ni kwamba akirudi lazima tupate hela yetu. Alafu wewe hela yako niangalie mimi. Usipige sababu kama umuone bosi au tunakaa mpaka siku ngapi? Hiyo ya nini? Wewe angalia hela maisha ndugu yangu. Tutafeli. Sawa. Ile yule mjinga nitakupa siku mbili ule. Hadi usulawe.

Daniel atarudi nyumbani lazima. Sawa, nikuulize kitu niulize. Daniel yupo humu ndani uh, au hayupo Sakina? Uniambie, niambie tu ukweli, yupo humu ndani au hayupo? mimi nitakusaidia sawa. Nitampigia simu simu yako, ukimpigia simu naambia ako Ndampigia tatumia message kwamba unamhitaji arudi nyumbani sasa hivi, nadhani ukifika tu nyumbani atakuwa shafika. Okay. Mimi naenda lakini, kama yuko mundani na umeamua kunidanganya, unatakiwa ujue maumivu ninayoyasikia kama mwanamke na hali yangu nilionayo, jaribu kuyaika upande wako. Mm. Hadi mtoto amezidi sana. Nitaka leo nimfundishe, nimfundishe adabu. Anatebeza ajabu sana. Maisha gani tunafuatiliana, adi mimi nakuja huko nanifuatilia. Eh?

Si bure. Si kuna mimba namna hii, unamfuatilia mtu hivi atafata hata chooni. Sasa we, No, no, this this is is too much. Hizo kwa nini? Sikufishi, for real. Too much. Oh, umeshakula mazo ah, mzima bado mkia unataka uharibu, sababu ule ukimgusa tu, si matatizo? Kuna vitu vya ajabu vingine, mwingine anakuwa na mimba take hata kumuona mtu alompa mimba, anataka hata kumsikia hasa. Uyo anakufuatilia step by step, anataka uweko 24 hours uwe naye pembeni, sijawahi ona <laughs> <laughs>